Kwenye eneo hili la korosho tumeweka mikakati ya kuimarisha mika korosho. Sisi katika ukanda huu wa, wa, wa kaskazini wilaya yetu ya Mkinga ndio tunaongoza kwa uzalishaji wa korosho, ukiondoa katika zile yale majati na wilaya yale makubwa yenye uzalishaji mkubwa, lakini mazao tani tunazotoa izalisha sisi hazifiki mia nne kwa mwaka lakini ukienda ukisikiliza, wao ukiwasikiliza wale wa mikoa ile ya kusini wanaozalisha sana, tani hizo ni, ni amposi moja, tani mia nne, niamosi moja tu inazalisha mia nne. Sisi kwamba ni wilaya nzima ndio tumavuna, ya wilaya nzima ni tani zisizofikia mia nne kwao. Bado tunahitaji mkakati wa kuimarisha zao letu la korosho na ili liwe na tija ya kuongeza mapato ya ndani. Korosho wazee wangu inalipa, kama tukiweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha tunaboresha tuna kilimo cha korosho kagira yetu. Bahati nzuri serikali inatoa kila kitu katika swala zima la, la kuwezesha korosho kustawi vizuri. Sisi hatutumii mazingira hayo vizuri. Wananchi wetu wapo wanaolima korosho, mnaona wote kwamba korosho zimeachwa polini, mtu anapiga kibiriti anaunguza shamba zima la korosho lakini sasa hivi mkiangalia kuna watu wanakata miti ya korosho ya mikorosho inakatwa, inapelekwa kwa makuni. Nimetoa tamko la kupiga marufuku ukataji wa, wa, wa korosho, na hili naomba naomba nisisitize tamko hilo, bado zuio hilo bado linaendelea kusimama. Wale mnaohusika na misitu na watendaji wote wa kata na vijiji ni lazima kusimamia kwamba hakuna kutoa kibali cha kukata mikorosho. Sasa kwa sasa umesikia mikorosho, wameanza miembe, wanakata miembe nayo. Sasa natoa zuio, hakuna kibali cha kukata miembe. Nani na hili, mkurugenzi, naomba litoke tangazo maalum. Mimi natoa hizi zuio, naomba halmashauri lisimamie kwa kutoa matangazo na kuhakikisha zuio hili lina linatekelezeka.